Kwa jina anaitwa Matayo Nzoa, katibu mwenezi wa jimbo la Kwela. Nimeamua kujivua wanachama wa chama hiki cha Chadema kulingana na mwenendo wa chama na sera ambazo zipo kwa wakati huu. Ni nimekuwa kiongozi kwa muda wa miaka mingi katika chama hiki na inapofika nyakati za chaguzi chama hiki kimekuwa kikituangusha sana, hasa kulingana na migomo, kugomea chaguzi. Na mimi ninachoamini, kugoma, kugomea chaguzi si kutafuta haki. Haki inapatikana kwa kukaa na kuridhiana. Sasa wakati mwingi sana, chaguzi nyingi tumeshindwa kupata viongozi ambao wangeweza kutuwakilisha kule na hii ya kugoma tumepoteza viongozi wengi sana. Sasa mimi leo na viongozi wenzangu, binafsi najitoa wanachama na uongozi, navua nyadhifa zote. Jambo la kwanza ambalo linanifanya mimi niondoke ni pale kiongozi wangu mwenyekiti wangu wa taifa alipoamua kwamba hatutashiriki chaguzi hizi yes. za, za mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Hii inanifanya mimi niumia sana, hasa kulingana na mwaka mwingine ilikuwa hivi, tukapoteza viongozi wengi, na wapo viongozi ambao tumewan, tulikuwa tumewaandaa. Sasa kwa namna hii tunawapotezea haki zao. Kwa hiyo hii ni mojawapo ambayo mimi inanifanya niondoke, na pia hao wananchi tunawapotezea mwelekeo wao, walikuwa na kipenda chama. Sasa tunaposema hatuingii kwenye uchaguzi, tunawakatisha tamaa na pia tunapoteza demokrasia ya nchi hii. Ndio hiyo, wanachama wetu katika jimbo la Kwela wameathirika pakubwa sana kwa huu mgomo wa kutoshiriki uchaguzi. Moja, watapoteza haki kwenye uwakilishi, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapopata wawakilishi wale ndio wasemaji wetu wakuu ambao wanaweza wakamsaidia hata mwenyekiti huyu. Sasa tusipopata wawakilishi kwenye chama, maana yake CCM ndio watapata nafasi kubwa sana ya kututawala na kutuleta demokrasia katika nchi hii. koo dhamira yetu kubwa, kama tungeshiriki uchaguzi tukapata wawakilishi Sisiemu wasingetuweza, lakini sasahivi tangu mgomo huu na fununu hizi, sisiemu wamefurahi sana kwamba chama ambacho walikuwa wanakiogopa ni Chadema. Kwao tumeona tutafute mlango mwingine wa kuwasumbua hawa wajamaa wa sisiemu, ili tupate demokrasia nzuri. Mimi kwa majina naitwa Agostino Isaya Lungwa, ni wa mwanachama wa chama mwana cha si Chadema tokea wilaya ya Nkasi jimbo la Nkasi kusini, kata ya kati. Ni mwanachama wa kawaida. Nimeamua kurudisha kadi na kujivua wanachama wa Chadema kwa sababu uelekeo wetu ni viongozi na viongozi wanasusa uchaguzi mara kadhaa na mpaka sasa wametangaza kususa uchaguzi. Sioni sababu ya kuendelea kuwa mwanachama. Safari ya siasa ni kutaka haki ya kisiasa. Haki ya kisiasa inapatikana kwenye mariziano, kwenye taratibu husika zinazohusika na kisheria za siasa, lakini tunapokuwa tunafika mahara, wanaotuongoza hawawezi kuitafuta haki kwa maana ya maslahi yao, ya maslahi yao binafsi labda au kwa namna wanavyojua mimi siwezi kuelewa, ndio maana naamua nikae pembeni, kwa sababu sielewi misingi wanayoifuata mpaka kususa uchaguzi. Sio uongozi uliopo sasa hivi, ila ni mwendelezo wa uongozi uliopo na uliopita, kwa sababu ukitaka kuchunguza mabadiliko au kutaka haki hakuji kwa migomo. Nyerere angegoma kwa wakoloni, tusingepata uhuru lakini alipambana, pamoja na sheria za kidijitali eh, mnaita za kidijitali, lakini alipambana hivyo hivyo, na bahati nzuri alifanikiwa. Sasa sisi kama hatuwezi kupambana na sera ambazo hatuzikubali, tutapata haki wapi? Ukisusa sawa na wewe mtoto ukiwa naye nyumbani akisusa ugari, kwani wenzie watasusa? si watakula? basi marangapi ua sikuwahi kufikiria kwa sababu nilidhani kwa kuwa imetokea labda mara ya kwanza, mara ya pili, nikijua kwamba labda watajirekebisha viongozi, lakini sasa imekuwa too much. Kwa majina naitwa Steven Ernest Intelelo Nita, natokea kata ya Lioa, wilaya ya Kalambo. Mimi binafsi nimeamua kujitoa kwenye chama hiki cha Chadema na kuja kwenye upande mwingine ambao nina imani kuna haki itapatikanika, kwa sababu watanzania tunatakiwa tufanye uchaguzi. Kwenye uchaguzi ndiko tutakakopata haki zetu za kiuraia. Sasa viongozi wakisema tusiingie kwenye uchaguzi, tutapata haki wapi sisi za kiuraia? Kwa hiyo nimekuwa nikiona wananchi wenzangu wa kata yangu ya alioa hawajalipokea kwa mpokeo wa moyo mzuri kabisa jambo hili hawajalipokea kabisa, wanasema mataifa mengine mbona hawajawahi kususia uchaguzi? Wanashiriki uchaguzi pindi wanaposema kuna uchaguzi, kadri inavyokuwa inatokea wanashiriki uchaguzi. Kwa nini sisi watanzania tusishiriki uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Tutapata haki wapi? Hii hali inapelekea wananchi wangu kuwa kama wanakata tamaa hivi kwamba malalamiko yetu na masikitiko yetu tutayapeleka wapi sasa, kama chama ambacho tulikuwa tunakitegemea kwamba ndicho chama kitakachotusemea na wao wanasusia uchaguzi? Sasa wapi ambapo tutapeleka shida zetu tukasemewa sisi, kama wao wanasema wanasusia uchaguzi.